Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Hakuna shamba ulio sahau, ilikuwa itakuwa ulalamike siku hiyo, wakati ndio kazi inaanza, lakini leo uje ulalamika wakati tumeshasonga mbele, chetu ndio tunapokea, imetoka mpaka na wizarani, itakuwa umechelewa. Ami na nasema ikitokea hiyo, huyu anapaswa kushitakiwa na akose haki ya kuwa kiongozi kwa wakati huo na nazungumza hivyo kwa sababu nina bosi wangu hapa, mwenyekiti wa chama pale. Ambapo anatokea kiongozi wa kijiji atakaye tushika jezi kwa mambo kama hayo, kwa kweli ni jambo la kulaani, kwa sababu mlikubali toka siku ya kwanza. Hiyo UCRT wanatumia fedha nyingi sana kuisaidia serikali kufanya hiyo kazi, lakini leo atokee mtu amekwenda tena kubadilika. Kumbe wakati tunapita ulikuwa mtu unasema ndio, ndio lakini baadaye unabadilika unasema sikumbuki si wakati ule siegububa naomba ndugu zangu wenyeviti wa vijiji hakuchaguliwa bahati mbaya wengi waliochukua fomu chama cha mapinduzi kawarudisha unaowarudisha lakini wananchi wakaenda kwa kumchagua yule aliompenda wapeni wananchi heshima kulingana na ulivyopewa na wewe moja ya kuwapa heshima wananchi ni kuhakikisha ardhi yao mnailinda kwa wivu mkubwa sana. Nikisema wivu mkubwa sana, sisi kama kwa upande wa serikali tunahakikisha kwamba maeneo, tuna vijiji hamsini na sita lakini leo kuhusu kwa mheshimiwa DC kwa uhakika tumegusa kila mahali kwa maji. Tunafanya hivyo kwa sababu tunataka maisha yaendelee. Rais wetu mpendwa, Dr. Samia Suluhu Hassan haikuwahi kutokea fedha kushuka kule serikali kuu kuteremka kuja kwenye ngazi za msingi ambazo kamati zenu ndio zinafanya hivyo kusimamia hizo fedha, lakini baadaye tuanze tena kwamba baadaye tufanye maendeleo ya fedha inayoletwa na, na serikali, lakini tuanze na migogoro ya ardhi wao no, tunajitengenezea kesi kwenda mahakamani au kwenda kwa DC au kwenda kata au kwenda wapi mabaraza hayale, nadhani tutakuwa tumechelewa ndugu zangu tukisha kubali hili eneo limepakiwa matumizi libaki hivyo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi nafurahi ndikiwa mbele yako. Kwa muda mfupi uliofika wilaya Simanjiro umefanya kazi iliyotukuka, umefika kila mahali, umekuwa ukitambua migogoro siku hadi siku. Nataka nikwambie mkuu wangu, tutakuunga mkono kwa msimamo wako unayefanya kuisaidia serikali. Nasungumza hayo kwa sababu wewe huko Nataka nikuhakikishie mimi kama mwenyekiti wa halmashauri, sijawahi kwa mkono wangu kushiriki uuzwaji wa ardhi. Kuna watu wanafikiri mwenyekiti akishakuwa mwenyekiti wa halmashauri, matajiri wanakuja nakuambia, naomba ardhi, naomba ardhi. Nikawaambia mimi sina ardhi, ardhi iko kwenye vijiji. Mkija kwenye vijiji, bado mimi diwani, tutakutana kule kwa, ukisogeza jiwe na mimi na macho pale naona. Ndugu zangu, tusifanye hivyo. Nishukuru kwa ya ilo imba ujumbe wake pale, kama mmesikiliza kwamba sisi tuliochaguliwa ni Mungu katuamini tufanye kazi kulingana na maisha ya wananchi wetu ambayo ni wafugaji, wakulima, lakini na wafanyakazi. Mpaka niwaakisheni tutashirikiana pamoja ndugu zetu ngua wenyeviti wa vijiji, na niwapongezeni wote mliochaguliwa kwa kipindi hiki, muhakikishe kwamba mtatembea pamoja kusimamia hii kwa wananchi. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nawapenda sana na wachukuruni sana. Mungu awabariki.